Gani mwanafamilia wa Mkubwa Media? Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ni kwamba mwanadada anayetamba katika filamu za jua kali anaenda kwa jina la Queen Masanja, ameweza uh, kutrendi kwa video yake ikimonyesha akiwa naimba na kucheza uh, wimbo wa furaha ya kwake Harmonize, ambapo tunaona ameweza uh, kuimba na kucheza na akaposti kupitia ukurasa wake wa Instagram na akaandika asante Harmonize. Hajulikani anamshukuru kitu gani, lakini inaelezwa kwamba ameweza kuifurahia ngoma hiyo, na inaonekana uh, kuna kitu ameweza kuipata uh, kupitia upande wa uh, pengine Konde Gang, kwa sababu unajua hawa ni familia na kiukweli, tunaona ni watu ambao wako karibu sana, wako very close, na kiukweli, wamekuwa wakisapotiana kwa namna moja ama nyingine. Hii ni behind the scene. Sasa yeye mwenyewe kucheza ngoma hii inaonekana kabisa kwamba inamfurahisha, lakini pia inamfanya eh, kuweza kuonyesha kuyonye, dunia kwamba anakubali eh, kazi za Harmonize, na sio mara ya kwanza. Kuna watu wengi ambao kiukweli wameweza ku, uh, kusupport ngoma ya Harmonize na pia inaonekana abisa kwamba yeye uh, ni, ni mmoja wa watu ambao kwa kweli wanafuatilia na kufurahia kazi za Harmonize. Huyu ukimfuatilia uh, Queen Masanja katika ukurasa wake wa Instagram uh, yeye anajiita kama mfanyabiashara uh, lakini pia marketing, CEO Parkland Daycare. Yes, ni, pia ni brand ambassador Billions Paints eh, kwa hiyo ni mwanadada kiukweli anatamba katika, uh, katika tamthilia za jua kali na kiukweli chini ya Ramata wamekuwa wakifanya kazi vizuri, lakini kumbuka ni kwamba eh, Queen Masanja sio kucheza tu ngoma ya Harmonize, lakini pia yuko karibu sana na Kajala. Kajala ni ex wa Harmonize, kwa hiyo ni watu ambao kiukweli wana ukaribu wa aina yake na naweza kusema kitu kimoja ni kwamba uh, Queen Masanja uh, ni mwanamama ambaye uh, haiwahi ku trendi katika zile habari za yeye pamoja na Dokta Mwaka kuhusiana na mirathi na nyumba na moja mbili tatu. Lakini sasa hivi uh, ameonekana kuteka soko la filamu na pia akishirikiana na Zembwela kwa hiyo ni mwanadada ambaye kiukweli ni maarufu sasa hivi. Kwa hiyo kama unavyojua Harmonize ni moja ya watu ambao kiukweli huwa wanapenda sana eh, watoto wenye maumbo makubwa kama hivyo kwa Masanja. Of course ni kiukweli ni moja ya dada kiukweli aliyojaliwa, aliyojaliwa, eh, au sio na kiukweli ndio vitu vya Harmonize kama kuofahamu. Kwa hiyo kucheza ngoma hii bwana, eh, bado haijapostiwa eh, lakini ipo ipo e, siku ataposti kwa sababu hii nimeweza kuifuma katika peji yake Instagram. Kwa hiyo naona bado haja hajaweza ku, e, kuzungumza chochote au pengine Harmonize pengine na kuposti, lakini na imani atakuja kuiposti Harmonize e, siku si nyingi katika peji yake Instagram. Pengine hajataka kwa sababu najua Harmonize huwa anawaambia mashabiki zake kama inawezekana unaweza kutuma video katuma video kupitia ukurasa wangu wa Instagram then nika post. Kwa hiyo anachokifanya yeye ni ku copy na ku paste, anachukua huko anapeleka huko. Kwa hiyo pengine labda submit video yake kwa Harmonize, kwa kama Harmonize angeza kupata video hii basi angeweza uh, ku, kuipaisha ngoma hiyo na kuweza ku post video hiyo uh, kiukweli ingeweza kuleta na, uh, effect kubwa uh, katika kari yake ya muziki. Unazungumzaje kuhusiana na Queen Masanja kucheza ngoma ya kwake Harmonize na pia anasema kwamba me too. Lakini uh, kuna jamaa mwingine alikuwa anatangaza uh, biashara au sio, kataka uh, biashara. Na kiukweli inaonekana ni ilikuwa ni pambe sana. Dondosha mwenyewe, hakikisha subscribe.